Posherekea tunapo, uh, au tunapoadhimisha miaka minne ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, sisi wilaya ya Kyela tunazo kila sababu ya kushukuru serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na mama mchapakazi Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sababu ndani ya miaka minne hii amefanya kazi kubwa sana katika wilaya yetu katika nyanja zote, kwa maana ya upande wa afya, upande wa kilimo, upande wa elimu, upande wa miundombinu lakini pia upande wa maji. Vyote huko tumepokea fedha nyingi sana kutoka serikali kuu kuhakikisha kwamba tunatekeleza miradi mbalimbali mbali ambayo inakwenda kusaidia kutatua changamoto mbalimbali za wananchi, lakini pia itakayokwenda kusaidia wananchi kuwaletea maendeleo. Kwa hiyo kwa ujumla sisi kama wilaya ya Kyela ndani ya hii miaka minne, um, kupitia serikali ya awamu ya sita tumefanikiwa kujenga shule mbili mpya za msingi kwa upande wa elimu. Um, upande wa shule za msingi tumejenga shule mbili mpya, uh, za, za, za elimu ya msingi na shule hizi tumepokea fedha kutoka serikali kuu na ni fedha ambazo zilikuja moja kwa moja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba miundombinu hii ya shule inakamilika na inakwenda kusaidia um, zile sehemu ambazo zilikuwa zina changamoto ya wanafunzi kwenda kupata elimu mbali mm -hmm. Lakini hiyo hiyo kwenye elimu msingi, sisi tunashukuru sana serikali kwa sababu tumeweza kuongeza au kuongeza madarasa na kupanua mwigo um, katika shule zetu za msingi kwa kujenga madarasa, kuongeza miundombinu ya madarasa zaidi ya mia nane katika upande wa shule zetu za msingi. Lakini pia matundu ya vyoo pia tumefanikiwa kuongeza, na hii yote ni jitihada za mheshimiwa rais katika kuhakikisha kwamba um, watoto wetu wanapata elimu nzuri, lakini pia tunapunguza msongamano ya wanafunzi kwenye shule zetu lakini pia kwa upande wa, wa, wa sekondari sisi pia tumepokea fedha kutoka serikali kuu, ambako tume, tumejenga shule mpya za sekondari um, kuanzia mwanzo kwa maana ya shule kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha nne, madarasa, lakini pia majengo ya utawala ndani ya shule hizo. Kwa hiyo um, takribani shule zaidi ya nne zimejengwa si ndani ya miaka minne. Lakini pia katika upande huu wa sekondari, tumefanikiwa kujenga shule ya mkoa ya wasichana ambayo imejengwa ndani ya wilaya yetu hii ya Kyela, na shule ile um, ina gharimu zaidi ya shilingi bilioni 4.1 na tayari imeshaanza kufanya kazi, kwa maana tumeshaanza kupokea wanafunzi wa kidato cha kwanza, na lakini pia tulishapokea wanafunzi chetam, wa kidato cha tano wa mchepuo wa sayansi. Kwa hiyo hiyo yote unaweza ukaona ni kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais ameifanya kwa upande wa elimu. Lakini huko huko kwa upande wa sekondari pia tumejenga, tumeongeza au tumerekebisha miundo mbinu kwa maana ya kuongeza madarasa, lakini pia tumejenga maabara ili kuwawezesha wanafunzi wetu um, kuto kupata changamoto ya kushindwa kufanya practical zao either ya chemistry au biology, lakini pia tumefanikiwa pia kuongeza matundu ya vyoo katika shule zetu na hii yote ni kuhakikisha kwamba um, wanafunzi wetu wanakaa sehemu salama na wanaweza wa, wakapata huduma hizi za, za, za kujikimu sehemu nzuri. Kwa hiyo, kwa upande wa elimu sisi, Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana ndani ya wilaya ya Kyela. Lakini pia kwa upande wa afya, Mheshimiwa Rais kupitia serikali ya awamu ya sita tumeweza kukamilisha vituo vya afya takriban viwili, um, um, vitatu ambavyo vimeshakamilika na tayari vinatoa huduma. Lakini pia ndani um, ya vituo hivyo vya afya tumeweza kukamilisha, awali ya yote mwanzo kabisa, majengo ya mama na mtoto na tayari yana vifaa vya kisasa kabisa vya kutolea huduma, na lengo la kukamilisha majengo haya mapema ya mama na mtoto ni kuhakikisha kwamba uh, akina mama wanapata sehemu nzuri ya kujifungulia na tunapunguza changamoto au tunaondoa um, au tunapunguza vifo vya mama na mtoto wakati wa kujifungua. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa upande wa afya kwa sababu moja kwa moja amemgusa mwanamke kwa kuweka vifaa vya kisasa na kuhakikisha kwamba majengo haya ya mama na mtoto kwenye vituo vyetu vya afya ambavyo tulianza kujenga vinakuwa ni vizuri vya kisasa na wanaweza kujifungua salama lakini pia kuhakikisha kwamba tunapunguza um, vifo vya mama na watoto wakati wa kujifungua lakini sambamba na hilo kwenye upande wa afya tulipokea fedha nyingi sana kwa ajili ya, ya kununulia vifaa tiba na vifaa mbalimbali vya, vya afya ambavyo vifaa hivi vinakwenda kusaidia utoaji wa huduma nzuri lakini pia kwa kurahisisha uh, wananchi kupata huduma nzuri na ufasaha kwa wakati bora. Lakini pia tumepata pia au tuseme serikali imefanikiwa kuajiri wataalamu wa afya wa kwenda kuongeza nguvu katika um, vituo vyetu vya afya na hospitali zetu na zahanati. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali kwa sababu tunaweza tukawa na majengo lakini kama hatuna wahudumu wa, wa afya inakuwa Uh, inakuwa ni mzigo. Kwa hiyo tunaishukuru serikali pia kwa kutupatia watumishi wa afya ambao wamekwenda kuhudumu au wamekwenda kuongeza nguvu ya kuwahudumia wananchi katika vituo vyetu vya afya na zahanati zetu na hospitali yetu ya wilaya. Lakini kwenye hospitali yetu ya wilaya pia tunaishukuru serikali ya awamu ya sita ambao limetupatia fedha takribani zaidi ya bilioni tano kwa ajili ya kujenga jengo la mama na mtoto la kisasa kabisa ndani ya wilaya yetu, na jengo hili linaenda li, li, li kukamilika na tunatarajia tuna, tuna, tuna tarehe thelathini ya mwezi huu wa tatu litaanza kutoa huduma rasmi ndani ya wilaya yetu. Ukiangalia hospitali yetu ya wilaya Um, ni ya zamani sana lakini, um, serikali ya awamu ya sita imeona ni vyema itupatie fedha ili tuweze kujenga jengo la kisasa kwa ajili ya kutolea huduma kwa kina mama na ni jengo la gorofa na lina vifaa na mitambo ya kisasa kabisa. Kwa hiyo unaweza ukaona kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais ameendelea kuifanya, lakini um, tuna, tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu moja kwa moja anatugusa kina mama ambao awali tulikoga tunapata changamoto kubwa sana wakati wa kujifungua, lakini kwa kuwepo kwa majengo haya ya mama na mtoto na kuwepo kwa vifaa vya kisasa wakati wa kujifungulia na watumishi, imekwenda kusaidia kina mama kupata huduma bora wakati wa kujifungua, lakini pia kuwa na amani wakati wa kujifungua kwa sababu huduma zimeboreshwa. Um, sambamba na hilo tumepata fedha nyingi sana ya za kukamilisha maboma um, yetu ambayo yalikuwa ni zaanati ambazo zilianza kujengwa kwa nguvu za wananchi, lakini serikali kuu imeleta fedha ya kukamilisha zaanati na zaanati nyingi zimeanza kutoa huduma. Mfano, zaanati yetu ya Kapamisia tumeweza kuikamilisha kwa maana ya kuongeza jengo la mama na mtoto, na tulipokea fedha za kutoka serikali kuu kwa ajili ya kwenda kukamilisha ikiwa ni pamoja na michango ya, ya mapato ya ndani ya halmashauri, lakini pia um, zaanati ya Kiangala na yenyewe tulipata fedha kutoka serikali kuu kwa ajili ya kwenda kuikamilisha zaanati ile ambayo ilianzishwa na nguvu za wananchi. Kwa hiyo zanati nyingi ambazo tumeendelea kuzikamilisha ikiwepo zaanati ya ya katumba songwe na yenyewe ambayo pia tulipokea fedha kutoka serikali kuu kwa ajili ya kwenda kukamilisha mradi ule. Kwa hiyo tunaishukuru serikali kwa sababu kweli kwa kweli ina, inatambua nguvu ambazo wananchi wameweka katika kuanzisha au kuanzisha haya maboma ya zanati. Kwa hiyo kupitia fedha ambazo zinakuja zinakwenda kukamilisha ile miradi ambayo itakwenda kusaidia sasa wananchi kupata huduma. Lakini sambamba na hilo, kwa upande wa kilimo, sisi ni mojawapo ambao tumefaidika na serikali awamu ya, ya sita ambako

tumeweza kupatiwa vifaa vya kisasa vya kupimia afya ya udongo. Kwa hiyo sasa hizi wakulima wanaweza kufanya kilimo cha kisasa, kwa maana afya ya udongo inapimwa, na anaweza kushauriwa mkulima ni samadi gani na vifaa na virutubisho gani vya kuweka kwenye udongo wake ili aweze kupata mazao mazuri. Lakini sambamba na hilo, sisi tunao mradi wa skimu ya umwagiliaji ambao pale katika kata ya Makwale, ambao mradi ule una gharimu kiasi cha shilingi bilioni 20.9, na mradi ule utakapokwenda kukamilika utakuwa kusaidia wananchi kufanya kilimo cha mpunga nyakati zote. Ikiwa sisi wilaya ya Kyela, um, kilimo kikubwa ambacho kinasaidia kina wilaya yetu ni kilimo cha mpunga, lakini pia um, kilimo cha kokoa na miwese au michikichi. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, kupitia skimu ile itakwenda kusaidia wakulima wanaolima zao la mpunga kwenda kufanya kilimo nyakati zote, kwa sababu hivi sasa hivi tuna, tunafanya kilimo chetu kwa kutegemea mvua. Nyakati hizi kama mvua inanyesha ndiko ambako tunakwenda kufanya kilimo chetu, lakini kipindi ambacho ni cha kiangazi tunakuwa hatuwezi kufanya kilimo kwa, kwa kupitia skimu ile ambayo tunaishukuru serikali ya awamu ya sita ya kutupatia skimu ile, basi wakulima watakwenda kulima, kulima um, bila kusubiria mvua, watalima nyakati zote, na hivyo itakwenda kumsaidia mwananchi mmoja mmoja kunyanyua kipato chake, lakini kumletea maendeleo ya kwake binafsi, kwa sababu kupitia skimu ile wataweza kufanya kilimo nyakati zote na watakwenda kupata fedha mbalimbali za kwenda kujikimu. Kwa hiyo upande wa kilimo pia tunashukuru serikali kwa kutuletea mbolea za ruzuku, kwa sababu inasaidia halmashauri na wakulima walio ndani ya wilaya ya Kyela kufanya kilimo chao, kwa kuwa kwa serikali imewapunguzia mzigo. Ule wa, wa bei za ya hivi nani mbolea. Kwao tunaishukuru serikali kwa upande wa kilimo kwa kweli na sisi imetuona, lakini kupitia um, ushirika um, zao letu la kokoa bado limeendelea kuimarika kwa maana tumeendelea kupata bei nzuri katika soko kwa kuuza kokoa zetu kwenye minada ambayo inafanyika kila Jumatatu, na tunajivunia kwa sababu ndani ya miaka hii minne wakulima wa zao hili la kokoa wameweza kufaidika na bei ya juu ambayo ilifika hadi shilingi elfu thelathini na tano. Kwa hiyo unaweza ukaona kupitia kuuza uh, kakao zetu kwenye ushirika bei imekuwa ime, ikiimarika tofauti na hapo awali ambako kilo ya kokoa kilo moja ilikuwa inaweza ikauzwa hadi shilingi elfu nne, lakini kwa sasa hizi tunaongelea bei ya kokoa imepanda na ina kokoa yetu inauzwa zaidi ya shilingi elfu kumi na bei ya juu iliwahi kufikiwa ni zaidi ya kili, shilingi elfu thelathini na tano na mpaka sasa hizi bado zao letu la kokoa linaendelea kufanya vizuri sokoni. kwahiyo hizi zote tunasema ni jitihada za serikali ya awamu ya sita, kwa sababu iliweza kuwafanya wakulima waweze kuwaamini mfumo wa ushirika, na ikaweza kusaidia vile vyama vya msingi kuweza kuuza mazao yao kwa kuwajengea mfumo mzuri wa kuweza kuuza mazao yao kupitia Um, mfumo wa ushirika ushirika. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali kwa sababu um, wananchi wanaweza kuona faida ya ushirika. Kwa hiyo sambamba na hilo, hata kwenye miundombinu ya barabara sisi tunaishukuru sana serikali kwa sababu ukiangalia um, wilaya yetu, serikali imetusaidia barabara nyingi zimejengwa ndani ya miaka minne kwa kiwango cha lami, lakini pia tumeendelea kufungua vijiji kwa kutengeneza barabara ambazo zinatunganisha vijiji na vijiji na kuwawezesha wananchi kuwarahisishia kusafirisha mazao yao na kufanya shughuli zao mbalimbali mbali za kiuchumi. Ndani ya miaka minne hii barabara nyingi sana zimefunguliwa au zimetengenezwa. Lakini pia viwango, barabara nyingi za mijini zimeendelewa kuboreshwa kwa kuwekwa kwa, kwa kufanywa kwa kiwango cha lami. Lakini pia tunao mradi mkubwa ambao uh, mtulipewa wa barabara ambayo uh, ni ku, barabara yetu ya kutokea Ibanda kwenda Itungi na Kiwira port kwa kiwango kizuri cha lami. Kama ambavyo unajua bandari zetu ziko upande wa, wa Itungi. Kwa hiyo serikali ilitupatia mradi um, wa barabara, na mradi ule utakwenda zaidi tena ku, kuifungua wilaya yetu kwa sababu bandari yetu ile ikianza ku, ikiwa inafanya kazi, na maana wananchi au mizigo mingi inaweza ikapita ndani ya barabara hiyo ambayo inakwenda kuboreshwa. Kwa hiyo sisi tunaishukuru sana serikali. Kwa upande wa miundombinu, madaraja mengi sana yamejengwa uh, lakini pia makaravati ambayo yanakwenda kusaidia kupunguza changamoto ya mafuriko. Kwa hiyo tunaona kazi kubwa ambayo imefanyika ndani ya serikali ya awamu ya sita katika miaka hii minne, lakini sambamba na hilo, upande wa, wa TANESCO, upande wa umeme katika wilaya yetu hii ya Kyela kati, tuna vijiji tisini na tatu na katika vijiji vyote tisini na tatu umeme umefika, lakini tuna vitongoji mia nne na nane na hivi tunavyoongea sasa hivi ni vitongoji tisini na nane tu ambavyo havijafikiwa na umeme, na tayari tuna miradi mbalimbali mbali ambayo inaendelea ambayo tunaamini mpaka um, tuna, tuna, tuna maliza ishirini ishirini na tano hii tunaamini vijiji vingi au vitongoji, vitongoji vingi vitakuwa vimeshafikiwa au tutakwenda kupunguza hivi vitongoji 98 vilivyobaki ambavyo <tum> havijapatiwa <tum> umeme. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali kwa sababu tunaona um, umeme au mwanga unaendelea kuongezeka katika wilaya yetu hii ya Kyela. Sambamba na hilo, upande wa maji, ndani ya miaka hii minne, miradi mingi sana ya maji imetekelezwa na ipo miradi mingine ambayo inaendelea kutekelezwa. Kuna mradi wa maji wa Lema ambao huko na gharimu kiasi cha shilingi milioni mia nne, lakini mradi ule umekamilika na tayari unatoa um, huduma kwa wananchi ambao wananchi wale walikuwa na kilio kikubwa sana cha kutokupata maji safi na salama. Lakini sambamba na hilo, kupitia RUWASA tumeendelea kuchimba visima ambavyo vitakwenda kusaidia au vinatatua changamoto za maji. Lakini tunao miradi ya maji ambayo inaendelea kutekelezwa ndani ya RUWASA, tuna mradi wa Ngana ambao mradi ule unagharimu kiasi cha shilingi bilioni 7.9 na mradi tayari umeshafikia takriban asilimia 48 ya utekelezaji wake na utakapo ule utakwenda kusaidia wananchi zaidi ya elfu kumi na tatu kunufaika na mradi huduma ya maji safi na salama, lakini pia kupitia mamlaka ya maji ya ya huduma za maji safi na salama kila Kasumulu, um, tuna mradi pia mkubwa wa wa, wa maji ambao unaendelea kutekelezwa wa wa Mbambo ambao mradi ule unagharimu kiasi cha shilingi bilioni nne. Uh, na mradi tayari saa hizi umeshafika karibia takribani asilimia hamsini, na maji yameshafika mjini. Tunategemea kwamba wa kupitia mamlaka hiyo bado wataendelea kununua mabomba ili kuweza kuongeza nguvu ya maji katika maeneo haya ya mjini, kwa sababu mradi ule ulilenga kuongeza huduma ya maji. Mradi ulikuwepo lakini ongezeko la watu katika wilaya yetu, huduma ya maji ikawa inasuasua, lakini tunashukuru serikali imetupatia fedha ya kwenda kudumisha au kuongeza huduma ile ya maji na mradi ule. Tunashukuru kwamba maji tayari saa hizi ameshafika mjini, na mamlaka inaendelea kununua mabomba ili kuweza kuendelea kusambaza maji kwa wananchi wengi, lakini pia kuongeza maji uh, nguvu ya maji katika ule mradi ambao ulikuwepo awali. Lakini sambamba na hiyo, tuna mradi wa maji wa Ipinda, ile ni mradi um, ambao utakwenda ku kuongeza um ni tunaboresha ni mradi wa kuboresha ambao unagharimu kiasi cha shilingi milioni mia sita na mradi ule utakwenda kuboresha huduma za maji katika um, kata ile ya, ya Ipinda Mababu na maeneo mengine ambayo yanapata changamoto ya maji kwa ajili ya ongezeko la watu ambao wameongezeka katika maeneo wa hayo, kwa ile miradi ya awali ikawa inalemewa. Kwa hiyo serikali ikatupatia fedha ili kupanua mradi ule ili kuweza kuwafikia watu wengi, lakini kuongeza pia nguvu ya maji kwa maana ya kutanua chani na kuongeza nguvu ya maji katika ule mradi uliokuwepo awali. Lakini pia kwa upande wa Matema tunao mradi wa, wa maji ambao mradi ule unakwenda kusaidia wananchi wa Matema kupata maji safi na salama, na mradi ulishakamilika na tayari wananchi wananufaika na ule mradi wa Kisosho. Lakini pia Ikombe tunao mradi pia wa maji ambao unaendelea kutekelezwa ambao saizi umeshafikia takriban asilimia tisini na tano ya utekelezaji, na mradi ule utakapokwenda kukamilika utakwenda kuwasaidia wananchi wa Ikombe kuweza kupata huduma ya maji safi na salama. Kwa hiyo tuna kazi nyingi sana ambazo Mheshimiwa Rais amezifanya katika wilaya yetu ya Kyela. Lakini pia ni ipongezi ya halmashauri ya wilaya ya Kyela uh, iliyoko chini ya mkurugenzi wetu um, Flora Lwala, lakini pia na mwenyekiti wetu wa halmashauri mheshimiwa Mkatule um, Kinga Mkono kwa kazi kubwa ambayo wamefanya katika ukusanyaji wa mapato ndani ya miaka hii minne. Tumeona Kyela ikiendelea kukua katika ukusanyaji wa mapato na sasa hivi tunavyoongea ndani ya mwaka huu uh, Kyela hii imeweza kukusanya mapato zaidi ya asilimia mia moja na kupitia mapato yale wameweza kukamilisha miradi mbalimbali mbali, lakini pia ni kupitia uh, mapato yao ya ndani wameweza kununua mitambo ambayo itakwenda kusaidia kutengeneza barabara zetu ndani ya wilaya. Kwa hiyo kupitia mapato ya ndani kuimarishwa kwenye kwenye makusanyo, inakwenda kusaidia halmashauri kufanya shughuli mbalimbali za kuhakikisha kwamba zinatatua changamoto mbalimbali mbali za wananchi, kwa sababu kupitia mapato ya ndani pia wameweza kutoa fedha za kukamilisha maboma mbalimbali ambayo yalianzishwa na wananchi, lakini kazi kubwa zimefanywa na ninawapongeza sana baraza la madiwani kwa maamuzi mengi mazuri ambayo wameendelea kufanya ya kutumia haya mapato ya ndani vizuri kuhakikisha kwamba yanawaletea maendeleo wananchi wa wilaya ya Kyela lakini pia kwa kuhitimisha, ninasema tena ndani ya miaka hii minne tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu halmashauri ya wilaya ya Kyela tangu kuanzisha kwake ilikuwa haina jengo la halmashauri, lakini tunaishukuru serikali imeweza kutupatia zaidi imeweza kutupatia bilioni mbili kwa ajili ya ujenzi wa ofisi za halmashauri na tayari ujenzi umeshaanza na unaendelea kutekelezwa na tunaamini jengo lile litakapokamilika litakwenda kurahisisha utoaji wa huduma kwa wananchi. Lakini sambamba na hilo tena, tunaishukuru serikali pia kwa kutupatia fedha za ujenzi wa nyumba ya mkurugenzi ambayo na yenyewe inaendelea kutekelezwa na itakwenda pia kuwasaidia, um, watendaji hawa kukaa katika sehemu nzuri, lakini pia kurahisisha pia upatikanaji wa huduma pale ambako inatakiwa. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali, ndani ya miaka hii minne sisi tunaona imefanya kazi kubwa sana na wananchi wanaona kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais ameifanya kwa sababu kazi zinaonekana na wilaya kwa kweli inaendelea kubadilika. Kwa sababu lengo la Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha kwamba anawaletea maendeleo wananchi, lakini pia kuhakikisha kwamba huduma zinapatikana kwa urahisi, lakini ziwe zinapatikana pia, sio tu kwa urahisi, lakini huduma bora zinapatikana kwa wananchi. Kwa hiyo serikali ya awamu ya sita kwa kweli, ndani ya miaka hii minne, tunampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa sababu amefanya kazi kubwa sana ndani ya miaka hii minne. Naweza kusema pia upande wa utalii Um, umeboreshwa sana ndani ya wilaya ya Kyela kwa sababu kupitia ziwa letu Nyasa lakini kupitia maporomoko ya Mwalalo um, tumeweza kupata wageni wengi sana na hii tunaweza tukasema tunayemshukuru mheshimiwa rais kwa kufanya ile royal tour kwa sababu kupitia kufanya ile rootua sawa, hatujaguswa wilaya ya Kyela, lakini watu wamekuwa na mwamko wa kutembelea vivutio mbalimbali. Kwa hiyo na sisi tumenufaika, kwa sababu watu wengi wanakuja kutalii katika ziwa letu la Nyasa, lakini pia wanaenda kwenye maporomoko haya ya Mwalalo, wanafanya utalii wa ndani kwao. Tunajivunia kwa sababu kupitia wao tunapata mapato mbalimbali mbali ambayo yanakwenda kusaidia halmashauri yetu, lakini sambamba na hilo, ndani ya miaka hii minne tunaishukuru serikali kwa sababu wamefanikiwa kutoa mikopo ya asilimia kumi kwa akina mama lakini pia vijana na watu wenye ulemavu, na hivi mara ya mwisho pia tumefanikiwa kugawa zaidi ya milioni mia nane kwa wananchi kwa makundi haya ambayo yanatakiwa kupata mikopo ya asilimia kumi. Kwa hiyo hizi zote tunaona ni jitihada kubwa ambazo Mheshimiwa Rais amezifanya katika kuhakikisha kwamba wa, anawakwamua wananchi kiuchumi kwa kuwapatia mikopo ya, ya, ya bei nafuu ambayo itakwenda kuwasaidia kujimarisha kiuchumi, lakini kuwasaidia pia kukua kiuchumi. Kwa hiyo sisi kama serikali tunashukuru. Baada ya serikali kukaa na kufanya maboresho kwenye mikopo hii ya asilimia kumi, sasa tumeanza kutoa na halmashauri um, mwezi wa, wa pili mwishoni ilifanikiwa kutoa kiasi cha shilingi milioni mia nane kwa ajili ya makundi haya, kwa maana ya kina mama, vijana um, na watu wenye ulemavu. Naitwa Christopher Ndendekise, mkurugenzi wa Safirisha Limited. Tunakuletea fursa kubwa ambayo tumekuwa tukiifanya inaitwa wekeza gari inaitwa wekeza gari. Nini tunachokifanya? Moja, kuna watu wengi wana magari, anaendesha asubuhi, anakwenda kazini gari ameipaki, jioni anarudi, ameweka mafuta, matengenezo gharama. Sisi Safisha Limited tunakupatia dereva, hiyo ni moja. Mbili, tunakusaidia matengenezo ya gari, lakini tatu, tunasimamia shughuli za kuifanya gari yako iongeze kipato. Unasajili gari yako kwenye huduma mbalimbali tunaita ride sharing, kwa maana ya Uber, Bolt, Farasi, ili kila mwezi uweze kuingiza fedha badala ya gari yako kutumia fedha zako. Gari ni kwa ajili ya kuingiza kipato, na gari si kwa ajili ya matumizi ya kutoa fedha sehemu nyingine kwa ajili ya gari yako. Ni karibuni sana.